Karibu katika Himaya ya Simulizi. Kaa tayari kwa sababu unapoingia hapa hutoki kama ulivyoingia. Pia usisahau kusabusi klaibu kwenye chaneli ya YouTube. nenda YouTube andika Himaya ya Simulizi, mateso ndani ya sanduku sehemu ya kumi na mbili. Ilipoishia Amosi, njoo mara moja, aliniita chumbani Nilipoingia sasa nilimkuta kajifunika huku anatetemeka. Nini tena shemeji? Naisi baridi sana, itakuwa nilivyoloa du. Pole nilimjibu na kutaka kuondoka. Mbona unaondoka sasa? Edina aliniuliza. Nisaidie joto lako basi, Edina aliniambia hivyo. Endelea lakini, shemeji, uoni kama ni makosa haya? Nilimuuliza Edina. We mwenyewe unajua utamu wake, ndiyo maana ulimpa mimba mdada wa watu na kukimbia huku. Sasa kwa nini mimi niteseke na wewe? Upo, kaka yako awezi kujua, kwanza na leo arudi. Tafadhali nisaidie mwenzio. Edina alideka kwa sauti ya mahaba, kisha aliinuka kitandani akatoa lile shuka na kubaki mtupu. Ukweli kwenye hali kama hii, ukiwa mwanaume rijali ni ngumu kuepuka. Ukiangalia mvua ilikuwa inanyesha, nilijikuta namfakamia shemeji na kumtupa kitandani. Nilianza kunyonya maziwa yake huku yeye akitapatapa kwa raha. Nilipoona tayari kibuyu kishaloa, hapo nami nikatoa mjegeje kwa ajili ya kulina asali. Leo naye kilifanyika cha jana, japo leo nilikamia kisawa sawa. mida ili enda Edina alizidisha uhuru Alionekana anapenda sana kufanya. Maana alikuwa mara anapita uchi mara aje alikalie mambo kibao. Ilikuwa kama mimi ndiyo mume wake. Usiku uliingia, leo tena nililala kwa shemeji. Tena mimi ndiyo nilikuwa wa kwanza kuomba mechi. Ilikuwa mida ya saa nne usiku mimi na Edina tupo kwenye mahaba mazito sana. Sasa, upande wa Maiko, gari lilipona, na alikuwa kasharudi, yupo gareji. Alitafakali sana utajili anautaka, ila kumpeleka Amosi kwa mganga itakuwa ngumu. Kwanza nampelekaje? Lakini utajili na utaka. Sijui nirudi nyumbani, Maiko aliwaza mwenyewe. Lakini nikirudi saa hizi sitokuta chakula, nitarudi asubuhi. Maiko aliamua hivyo na kulala pale gereji. Huku kwa Amosi alikuwa mzee wa kukiwasha kama kawa vile baada ya shoo ndefu na uchovu walilala. Asubuhi tena ilifika safari. Amosi aliwahi kuamka na kumwona shemeji yake akiwa kalala, wote walikuwa watupu. Sema kaka kapata mwanamke nzuri, sasa kwa nini ampi aki yake? Amosi alianza kumtomasa Edina ili apige cha asubuhi. Wakati anaendela na zoezi lile, Edina naye aliamka, naye akaanza kumpa ushirikiano Edina alimshika nyoka wa Amosi ambaye alikuwa kajiandaa na kumwelekezea kwenye buyu la asali. Hapo kazi ilikuwa kwa Amosi sasa kucheza vizuri. Amosi alianza kazi yake, kitu kilichofanya Edina aanze kupiga kelele za mahaba. Kwa Maiko naye ndiyo alikuwa anarudi nyumbani, huku mkononi kabeba zawadi kwa ajili ya mke wake, pia nguo kwa ajili ya mdogo wake Amosi. Mhizi, sauti za nini tena? Maiko aliuliza huku anasogelea dirisha. Hii si sauti ya Edina? Ina maana kuondoka kidogo tu anaingiza mwanaume, yaani anamzarau hadi mdogo angu, Maiko alijisemea kimoyomoyo, huku anachungulia dirishani. Ukweli hakuamini macho yake, mdogo wake wa pekee ndiyo alikuwa anamkamia mke. Hii ilikuwa siku mbaya kwa Maiko. Awa mbwa wote lazima ni waue. Maiko alitupa ile mizigo na kichukua panga liliokuwa nje. Je, nini kitaendelea? Usikose sehemu ya kumi na tatu.